Na mtazamaji wa Start Media nitakayekuwa nikikurushia matangazo haya kutoka hapa chuo cha Fwitic Mafinga. Mimi ni Laiton Morris Lupanga na nitakuwa nakujuza nini ambacho kinaendelea kwenye chuo hiki. Asante sana, nawashukuru sana kwa kweli, mambo ni mazuri na yanapendeza. Ndugu zangu, kabla sijaanza kusema chochote, kama nilivyoelekezwa na mgeni aliyekuwa au mgeni rasmi mpendwa wetu mheshimiwa balozi Daktari Pindi Hasara Chana ambaye alipaswa kuwa siku ya leo hapa, na bahati mbaya amepata tena majukumu mengine makubwa, basi akaniagiza kwamba tuje hapa ili tumwakilishe. Lakini sasa, ndugu zangu wote, kabla wakati shughuli hizi zinaendelea, kuna wenzetu wengine pia wamepata hamasa kubwa, na hamasa ameipata kile kipindi ambacho zawadi zilikuwa zinatolewa. Karibu Mafinga oye! Mambo wahitimu, mpo? Mpo. Tena nishukuru sana kwa nafasi ya kusalimia kidogo na, na kuzungumzia hamasa ambayo imetolewa. Tumefurahishwa sana na ugeni huu kwa maana ya shule ambayo wanafunzi wanaifanya. Tunafahamu leo tuko hapa kwa sababu ya nini. Tunayo furaha kubwa sana na heshima kubwa sana kuwatangazia nini na mtakaokuja kwamo mwanafunzi aliyehitimu ambaye al atakuwa amepafomu vizuri kuliko wengine wote, anapewa ufadhili wa kwenda kusoma chuo tafiki moshi kwa awamu hii kwa siku ya leo anaitwa ndugu yetu Giveni Mkiliwa. Sasa hii imeanza, si ndio? Ndio. Maabali ya pili imeanza, maabali ya tatu kazi kwako. <laughs>